Na tuko na mradi ambao unaitwa Resilient Agriculture and Crops for Youth. Mradi huo ni kuadia kufanya kilimo attractive kwa vijana na tunataka vijana wengi wachukulie kilimo uh, kama uh, source employment, na vijana wafanye kilimo biashara. sosiki hapa siku ya uh, leo, tuko hapa uh, katika field day uh, tumeshirikiana na Plan and Plant uh, county government uh, na Practical Action, uh, kupanga so, at, so, hote, uh, na kupanga field day so that wakulima wote kutoka hapa Tuuti Marakaru na Bungoma nzima waje uh, wajionee uh, zile mbinu ziko hapa za kilimo technology za regenerative agriculture zile teknoloji ambayo zinachunga mazingira sababu, wakati huu unapata uh, mazingira inabadilika sana. Sipokuwa na zile mbinu ambazo zinakusaidia utapata, utakuwa uh, na changamoto ya chakula so hisiku uh, ya leo ni uh, siku ya kulima uh, kuanzia vijana hadi wazee wazee hapa wa, wa nawatutoka hapa waende wa apply ama chochote chenye masomo hapa katika mradi wetu. Uh, tunahimiza vijana jili uh, a kilimo kama kazi, sababu kwa sasa hakuna kazi a but vijana hawezi kosa shilingi mia tano elfu moja kwa siku aapo akea uh, bugo yake akfuga uh, buku yake. So mimi vijana wenzangu uache kukaa kijitumi Udongo unalipa, udongo unapesa, kilimo inapesa. Sisi tunafanya uh, tunatengeneza dawa na tuna, tunauza dawa ambazo ni organic. Hapo tunahimiza wakulima wetu walime kilimo hai, kilimo ambayo haina madhara sana kwa mili ya binadamu. Uh, sisi kama kapi we have uh, uh, biopesticides ambazo zimetengenezwa hapa nchini na zinakubaliwa kuuzwa hapa nchini, na pia ina manufaa zaidi. Ya kwanza, manufaa ya, ya hizi biopesticides ambazo tunauza aa, ni mambo na PHI preharvest interval. It's only one day. Kwa mfano ukipiga leo, baada ya masaa ishirini na nne hizo product zako ama mimea zako iko tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni. So kwa leo nataka niwaambie wakulima wangu hapa Tuuti Marakaru ya kuwa hizi ndio e, products za kutumia kwa wakati huu, kwa hii generation products ambazo hazina sumu e, products ambazo ukipiga leo, kesho mboga zako ziko sokoni na unauza kesho, tena unapiga baada ya siku moja, tena unauza. Siku ya leo ile kitu tumekuja kupanga ni an event ya farmers, a farmers field Uh, tukitarget climate smart uh, agriculture hiyo ni mbinu zote zenye zinaangalia hali ya the global warming and hizo nini zote uh, kwa leo tume tuko na na teknolojia tofauti tofauti, tuko tunaanzia na, na mambo ya mbegu, ile mbegu nzuri yenye ni mzuri ya hapa, kuna kama ni chakula ya ng'ombe foda, kuna integrated pest management, ile kupunguza, hii ni ile hali ya kutumia teknolojia kupunguza madawa kwa sana, wa, unatumia dawa kama the last, uh, option so uh, tumealika wakulima wa kila mkulima uh, si mkulima mmoja tu, ni wakulima wa kila aina, wakulima wa wa ng'ombe wa mimea, kuku, kila kitu sababu ni muhimu kusoma leo. Unajua elimu inasemekananga elimu haishi. Na kila siku tunakuwa uh, na mbinu mpya hey. Kila siku mbinu mpya.